Mr. Given mwenyewe anakwambia yuko tayari kufanya chochote kile, na kama unavyoona leo anakwenda kuizindua kui rasmi EP yake ya Bado Nakupenda, ambayo EP ipo kwenye baadhi ya platform. Anasema YouTube kuna nyimbo mbili, lakini tracklist kama hizi unazoziona ziko sita, na atakavyo introduce leo basi itakuwa zinapatikana kwenye platform zote za mitandao ya kijamii kama Boomplay, Deezer kuna iTunes hapa kuna Tido na Audiomack na nyinginezo. Kwa hiyo cha kufanya wewe nenda tu kumsapoti mshikaji wetu anaitwa Mr. Given, nenda Facebook, Instagram, YouTube kwa jina la Mr. Given, utaona ngoma zake, utamsapoti pia. Unaweza ukasubscribe pia YouTube chaneli yake kwa ajili ya kumpushi mshikaji wetu, kwa sababu kitu anachokifanya sio kidogo, ni kikubwa sana tunazungumzia kwamba vijana wengi wanakuwa na kipaji lakini kwenye swala la uthubutu wanakuwaga wako nyuma sana, lakini jamaa ameamua ajitutumue na aweze kusonga mbele. Kwa hiyo sisi ni nani, lazima tumsapoti, kwa sababu kipaji pasipo support hakiwezi ikafika mbali. Mimi naitwa Frank Jordan, mjuba moko Instagram, Facebook Twitter.